Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Geita, ACP Adam Maro ameeleza namna wanafunzi hao walivyopigwa na radi. Eh, ikumbuke kwamba katika tarehe tajwa ilinyesha mvua kubwa iliyoambatana na radi, ambapo watoto hawa baada ya kuona mvua kubwa hiyo walikuwa wamekimbia kurudi nyumbani, na watoto hao walikuwa katika shamba la mpunga wakiwinda waki ndege lakini walivyoona kwamba mvua imezidi, ilikuwa inaambatana na radi, walikimbia, lakini wakiwa njiani ndio tukio hilo kubwa likawapata. Huyo mmoja akawa amepoteza maisha, na hawa wengine wote walipelekwa hospitali na kupatiwa matibabu. Lakini huyu mwili tayari umeshakabidhiwa kwa, eh, kwa familia yake kwa ajili ya, kwa ajili ya mazishi. Basi jeshi la polisi linapenda kutoa eh, tahadhari kwa wananchi haswa katika kipindi hichi cha mvua kali ambazo zinaambatana na radi. Kamanda Maro amewataka wananchi kuchukua tahadhari ya kujikinga na radi katika kipindi hiki ambacho mvua kubwa zinaendelea kunyesha katika wilaya mbalimbali za Mkoa wa Geita. Tumeendelea kufundisha katika kata mbalimbali kupitia wakaguzi wetu wa kata lakini na hata wakuu wa vituo na sisi wenyewe tumekuwa tukitoka kwa pamoja kuelimisha wananchi hasa kipindi hiki kwamba eh, hali zinazobadilika badilika, wasikae chini ya miti mirefu, kwa sababu imeonekana kwamba miti ile vile vile eh, imekuwa ikipigwa radi. Kwa hiyo na wenyewe unaweza ukawa umekaa katika maeneo hatarishi, lakini pia eh, tume, sio hilo tu, tumekuwa tukifundisha hasa kipindi hichi eh, kusafisha mazingira eh, kwa sababu nyakati hizi unakuta na nyoka wanakimbilia ndani kwenda kupata hifadhi ndani. Kwa hiyo hiyo nayo ni hatari nyingine. wananchi wanapaswa kujikinga. kwa hiyo tumekuwa tukifundisha na kusisitiza na kuelimisha wananchi kwamba lazima mazingira yawe safi ili e, wadudu wabaya kama nyoka wasipate nafasi ya kuingia ndani. Itakumbukwa Januari mwaka huu wanafunzi saba kidato cha tatu shule ya sekondari Businda wilayani Bukombe mkoani Geita Walifariki dunia huku wengine 80 wakijeruhiwa kwa kupigwa na radi wakati wakiwa darasani wakiendelea na masomo. Kutoka hapa ofisi za Kamanda wa Polisi mkoa ni Geita, Basil Elias, ITV.